Mama ambaye amejifungua kwa upasuaji endapo atakuwa nakula wali mara kwa mara inaweza kupelekea kidonda chake huweza kuchelewa kupona au kutopona ile ipasavyo. Je, ni kweli? Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembelea channel yangu, unaweza ku subscribe hapo chini, uende kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Kuna baadhi ya semi ambazo ziko mtaani na baadhi ya utamaduni ambao unasema kwamba mama ambaye amejifungua kwa upasuaji endapo atakula wali, na wakinamama wengi wamekuwa na wasiwasi kama watakula wali kipindi chao mara baada ya kuweza kujifungua kwa upasuaji, inaweza kapelekea kidonda chao kuweza kuchelewa kupona, kupona vibaya au kuwa na changamoto ya kidonda kulingana na usemi huu Kisayansi si kweli, labda kama kuna utamaduni ambao watu wanaofuata, au kuna imani fulani kwenye jamii fulani ambayo inafuata. Kwa hiyo kisayansi hakuna ukweli wa usemi huu kwamba mama akila wali endapo kama amejifungua kwa upasuaji, huwa inaweza kapelekea hiyo changamoto ya kidonda kuweza kupona Badala yake, mama anaweza kala wali kama kawaida. Kwa hiyo mama ambaye amejifungua kwa upasuaji ataanza na vile vyakula vyepesi, vyepesi baada ya masaa kadhaa, lakini ikifika siku mbili tatu au nne na kuendelea anaweza kula wali kama mama mwingine ambaye hajafanyiwa upasuaji au kama amejifungua kawaida. Ijapokuwa tu tunashauri kwamba si vyema kuweza kutumia wali au mchele kama chakula kwa mama ambaye ananyonyesha, labda kama ana ugonjwa wa kisukari labda cha muda mrefu inawezekana na kisukari aina ya, ya kwanza au kisukari aina ya, ya pili. Hii inaweza ikapelekea sukari kuweza kuongezeka zaidi kutokana na kula wali, kwa sababu wali ni moja ya chakula ambacho kinaweza kuongeza sukari kwa wingi sana mwilini endapo kitumia ndani ya muda mfupi. Lakini vilevile wali unaweza kuwa na changamoto, kwa maana kwamba ulaji wake unahitaji kunywa maji mengi. Kwa hiyo kama na kula haunywi maji mengi, maanake utajiwekea mazingira ya kuweza kupata changamoto ya kupata choo kigumu au tunaita funga choo au wakati mwingine tunaita constipation, ambayo inaweza kukumba wewe kama mama ambaye umeweza kujifungua kwa upasuaji, na mara nyingi inakuwa na maumivu makali sana endapo kama umepata changamoto hii ya kufunga choo. Vile vile endapo kama labda haupendelei kula wali, unaweza usile, lakini vile vile tunashauri kwamba mama ambaye amejifungua kwa upasuaji, si vema sana kuweza kutumia wali, kwa sababu wali hauna mchango mkubwa sana kwenye kutengeneza maziwa ya mtoto wako ambaye ni mchanga. Kwa hiyo wenyewe kama wenyewe utakupa nishati, kwa maana kwamba glukosi ambayo itabadilishwa kuwa energy au nishati na kufanya uweze kupata nguvu, lakini hauna viinilishe vilivyo vingi kama protini labda na viinilishe vingine kama vitamini kwa wingi, hapana. Kwa hiyo mara nyingi tunashauri kwamba ule wanga kwa kiwango kidogo, badala yake uweze kutumia matunda, mboga mboga za majani lakini vilevile unga wa mbegu za maboga, kama nilivyozungumza kwenye ile video nyingine ya vyakula gani mama ambaye ameweza kujifungua kwa upasuaji anaweza kutumia mara baada ya kuweza kujifungua kwa upasuaji. Kama ukisikiza video hiyo, unaweza click suggestion hapo juu, kasikiza video mara baada ya kuweza kusikiza video hii. Lakini kikweli kwamba wali unaweza kula we kama umejifungua kwa upasuaji au umejifungua kawaida, lakini kwa mtu ambaye amejifungua kwa upasuaji, basi kuanzia angalau siku ya tatu ya nne na kuendelea, mara baada ya kitendo chako kupona vizuri, umeanza kufanya mazoezi vizuri na umeanza kupata choo basi unaweza kutumia wali kama kawaida, lakini ni vyema kuweza kunywa maji ya kutosha. Ninaposema maji ya kutosha, maana yake maji walau lita mbili na nusu au zaidi. Na kama utakuwa na swali, unaweza kuniuliza hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Najua kwamba inawezekana ni utamaduni kwamba mama anaweza, utamaduni ambao upo mtaani, kwamba wengine wanasema kwamba usile wali, lakini kisayansi hiyo haipo. Basi inawezekana unajiuliza swali kwamba labda umekuwa na changamoto ya kutafuna sana mchele kipindi chako labda cha ujauzito au katika kipindi cha maisha yako, na no unajiuliza maswali, sababu kubwa ipi ambayo inapelekea wewe kuwa unatafuna mchele mara kwa mara? Kama ulikuwa unajiuliza swali hilo, unaweza click suggestion hapo ukasikiliza video hiyo kuhusiana sababu zipi ambazo zinapelekea kuweza kutafuna mchele mara kwa mara. Endapo una swali, niulize hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali swala yote. Karibu sana.